Mtazamaji um, na mfuatiliaji wa channel ya Feaboy, karibu tena katika channel yako pendwa kwa update zote kuhusu ajira elimu, pamoja na mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Katika video ya leo, tutakwenda kuangalia nafasi za kazi zilizoweza kutoka katika halmashauri ya wilaya ya Nanyumbu. Nafasi zilizoweza kutangazwa ni nafasi 12, ambapo ni mwandishi mwendesha ofisi daraja la pili nafasi nne, pamoja na dereva daraja la pili nafasi tano na msaidizi wa maendeleo ya jamii daraja la pili nafasi tatu. Hakikisha unaweza kutuma maombi yako ya kazi kupitia mfumo wa kielektroni wa ajira, ambapo ni ajira poto, na hakikisha unakuwa na vyeti vyako halisi original certificate kuanzia cheti cha kuzaliwa na kuendelea. Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe mbili Disemba 2025. Barua yako elekezwe kwa mkurugenzi mtendaji, halmashauri ya wilaya ya Nanyumbu SLP 246 Nanyumbu Mtwara. Hakikisha una subscribe channel hii ya FEABOY na kulike video hii, share pia kwa wengine waweze kupata taarifa hizi. Asante na karibu.